Katika safari yetu ya mwisho ya hekima hapa kupitia unabii mkubwa wa Isaya tulikutana ana kwa ana na masihi anayeteseka ambaye alichomwa kwa ajili ya makosa yetu, ambaye aliumizwa kwa ajili ya uovu wetu, Isaya hamsini na tatu na aya ya tano. Na sasa leo hapa katika sura za hamsini na nne hadi hamsini na tisa lengo ni juu ya mada ya neema Isaya anaendelea kuwaalika watu wa Israeli waliwasi kukubali neema ya Mungu eh, kuweka imani yao kwa masihi ambaye aliteseka na kufa ili wao kama kila mmoja wetu leo waweze kumwamini na tuweze kusamehewa. Sasa sura ya hamsini na nne inapoanza Isaya eh, anatufunulia hapa kile tutakachokiita neema iliyoonyeshwa. Na katika aya za mwanzo anamtaja Israeli kama mwanamke tasa E, wamepewa jukumu na Mungu kumwakilisha kwa mataifa lakini waliasi, waliishia huwa tasa kiroho, yaani hawakuwa na matunda ya kiroho. Sasa hapa katika aya ya kwanza Mungu anawaita kwa msingi wa toba yao, kuimba kwa furaha na kulia kwa sauti kuu. Sasa kuna nini cha kuimba? wakati wao wa nyuma unaweza kuwa ulikuwa tasa, lakini sasa Mungu anaahidi mustakabali tofauti kabisa. Anasema hapa katika aya ya tatu kwa maana utaenea upande wa kulia na kushoto na uzao wako utamiliki mataifa na utajaza miji iliyokuwa ukiwa kwa maneno mengine unabii huu unaelekeza hatimaye kwenye utawala wa milenia wa Masihi ufalme wake wa miaka elfu moja duniani ambao utakuwa na makao yake makuu Yerusalemu wao watakuwa watu wa ufalme huo wa baadaye basi kweli kwa kusema ukweli Siwezi hata kufikiria jinsi Israeli imeumia kwa kane nyingi kwa sababu ya kutoamini kwao. Lakini nataka uone hapa mustakabali wao ambao Mungu anawaahidi katika aya ya saba. Kwa muda mfupi nilikuacha, yaani nilikutuma uhamishoni, lakini kwa huruma kuu nitakukusanya. Kwa upendo wa milele nitakuwa na huruma juu yako, asema Bwana mkombozi wako. Basi, angalia mustakabali wao hapa katika ufalme ujao, wakati Mungu anapowakusanya tena. Aya ya kumi na tatu inasema, watoto wako wote watafundishwa na Bwana na amani ya watoto wako itakuwa kuu. Chini katika aya ya kumi na saba, hakuna silaha itakayotengenezwa dhidi yako itakayofanikiwa. Haki yako inatoka kwangu, asema Bwana. Basi hii ni neema ya Mungu iliyoonyeshwa. Sasa kutoka sura ya 55 hadi sura ya 56 na aya ya 8 tunacho nitakachoita neema iliyopanuliwa. Sasa wacha nionyeshe kwanza kwamba neema itapanuliwa kwa wigo. Yani, neema ya Mungu ilianza na watu wa Kiyahudi, lakini inapanuka kwa watu wa mataifa wasio Wayahudi wa ulimwengu pia. Mtume Paulo atarudia ukweli huu katika Warumi sura ya kwanza na aya ya kumi na sita ambapo anaandika kwamba injili ya Kristo ilikuja kwa myahudi kwanza na pia kwa Mgiriki. Kwa hivyo sasa una mwaliko huu wa kimataifa wa neema katika sura ya hamsini na tano na aya ya kwanza kama Mungu anavyosema kupitia Isaya hapa, njoni kila mmoja anayehisi kiu, njoni kwenye maji. Aya ya tatu inaongeza, tega sikio lako na uje kwangu. Sikiliza. Ili nafsi yako ipate kuishi. Sawa, hebu nikuulize kitu leo. Je, una kiu? Je, una hisi kiu ya kitu ambacho kitatosheleza moyo wako na nafsi yako? Sikiliza, dunia inaweza kukupa tu maji yenye matope yaliyochafuliwa, yasiyo na afya. Ni Kristo pekee anayeweza kukutosheleza kwa maji safi yanayotosheleza nafsi. Sasa, hapa katika sura ya 56, wote wanaomwamini Bwana wanaahidiwa katika aya ya tano jina la milele ambalo halitakatiliwa mbali. Bwana anatoa hadi hii katika aya ya saba: nitawaleta kwenye mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya maombi, kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi kwa watu wote. Naam, sherehe hii ya baadaye bila shaka inajumuisha waumini wa Kiyahudi na wa Mataifa. Hii ni, hii ni neema ya Mungu iliyopanuliwa kwa pa ulimwengu mzima. Ninaamini Paulo alikuwa na unabii huu kutoka kwa Isaya akilini alipokuwa akiandika katika Waefeso sura ya tatu aya ya sita siri hii ni kwamba Mataifa ni warithi wenza, yani warithi wa ahadi ya ufalme pamoja na watu wa Kiyahudi, wao ni washiriki wa ahadi katika Kristo Yesu upitia Injili. Kwa hivyo neema imepanuliwa katika upeo. Pili, neema imepanuliwa katika uelewa. Wacha nirudi kwenye sura 55 kwa muda, ambapo Isaya anajaribu kuelezea upekee wa neema ya Mungu. Kama mwandishi mmoja alivyoandika hivi, tuna tabia ya kuweka dhana zetu potofu kuhusu Mungu juu yake badala ya kuacha Biblia itushangaze na kile Mungu mwenyewe anasema. Naam, ukweli ni kwamba, wapendwa, dhana ya neema ni kigeni kwetu kiasili. Eh, tunaweza kuanza tu kuelewa neema ya Mungu kwa shida. Ndiyo maana mara nyingi unajua, eh, tunaamua upata upendo wake kwa juhudi zetu eh, tumeazimia kujaribu kupata msamaha wake. Ndiyo maana mara nyingi tunahangaika ikiwa hatutoshi ukubaliwa na Bwana na sikiliza jinsi Bwana anavyosahihisha mawazo yetu hapa katika mstari wa sita. Tafuteni Bwana wakati anapatikana, mwiteni wakati yuko karibu. Mwovu na ache njia yake, na mtu asiye haki mawazo yake, na amrudie Bwana ili amrehemu, na kwa Mungu wetu, kwa maana atasamehe kwa wingi. Naam, sasa subiri sekunde, unamaanisha yote ninayopaswa kufanya ni kumjia Bwana na kukiri dhambi zangu na atanisamehe? Unamaanisha neema ya Mungu ni ni bure? Msamaha je, ni bure? Naam, jibu ni ndiyo, ingawa si hivyo tunavyofikiria kiasili. Ndiyo maana Isaya anaendelea kunukuu Mungu hapa katika mstari wa nane: mawazo yangu siyo mawazo yenu wala njia zenu siyo njia zangu. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu kuliko dunia, ndivyo njia zangu zilivyo juu kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Mwanamke mmoja alikaa ofisini kwangu si muda mrefu uliopita na nilipokuwa nikimwelezea Injili huyu mwanamke mcha Mungu sana, huyu mwanamke mcha dini alianza kulia, na nikamuuliza kwa nini alikuwa analia, na akasema kwa kwa tabasamu kubwa lililoonekana usoni mwake na machozi yakitiririka mashavuni mwake, alisema siwezi kuamini kwamba ni bure. Na pale pale ofisini kwangu alinamisha kichwa chake na kuamini ahadi ya Yesu Kristo ya kumwokoa ikiwa angeomba tu msamaha wake, na alifanya hivyo. Unaona, neema haituachii chochote cha kufanya isipokuwa kumsifu Mungu kwa kulipa gharama kuu, ili tuweze kukubali kile ambacho Mtume Paulo alielezea katika Warumi saa sita na madakika ishirini na tatu, zawadi ya bure ya Mungu ni nini? Uzima wa milele katika Kristo Yesu wana wetu. Hivyo hii ni neema iliyoonyeshwa na neema iliyopanuliwa, na sasa kurudi katika sura ya hamsini na sita tunaona neema ikikataliwa. Kuanzia na eh, manabii wa Israeli na na viongozi wa kiroho, Isaya anawalaumu wote akisema hapa katika aya ya kumi na moja, wao ni wachungaji wasio na ufahamu, wote wamegeukia njia zao wenyewe, kila mmoja kwa faida yake mwenyewe. Unaona, ibada ya sanamu katika kila ngazi ya jamii inalaumiwa. Sasa, wakati Mungu anazungumza kupitia Isaya katika sura ya 57 na 58 watu wanarudi nyuma mara kwa mara e. Na tamaa ya mali ya viongozi wa kidini wenye kiburi na uchoyo imekuwa kawaida, haki haipo. Inaonekana kwamba katika kila kona ya barabara na ndani ndani ya kila nyumba, neema inakataliwa. Lakini kwa bahati nzuri, njia za mungu si njia zetu yeye hangamizi jamii ya wanadamu anapoona neema yake ikikataliwa tena na tena. Badala yake anatoa tumaini, na tumaini hilo Isaya anatabiri hapa inafika yo siyo, katika mpango wa serikali au mpango wa kujiboresha ambao unapaswa kwanza he. Ah, hapana. Sikiliza mpendwa, tumaini linakuja kwa mtu. Hapa ndipo pekee tumaini letu leo au wakati wowote wa na linafunuliwa hapa katika Isaya hamsini na tisa, ambalo linaelezea vizuri hapa katika mstari wa ishirini: mkombozi atakuja Sayuni kwa wale wa Yakobo wanaogeuka kutoka dhambi, asema Bwana. Hii ni neema iliyothibitishwa. Aa, sikiliza mpendwa, kila kitu kuhusu yetu, ya zamani, ya sasa na ya baadaye inategemea kabisa neema ya Mungu. Na kila Myahudi, kila mtu wa mataifa ambaye atamwamini Masihi kwa msamaha ameahidiwa, kwa kweli amehakikishiwa na neno la Mungu, maisha ya baadaye na mkombozi wao milele. Basi kwa hayo muda wetu umeisha, mpaka tutakapoanza safari tena kwenye hekima yetu safari, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.